Uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lengo ni kuwatumikia watanzania kwa utumishi uliotukuka na vilevile, ninazo vile sifa za kuwa raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana Rungwe, huu mkoa wa Mbeya ni mkoa wa kumi na moja toka tumezindua kampeni zetu jijini Dar es Salaam tarehe mbili Oktoba. Maeneo yote tulikopita wametupokea kwa oioi, vifijo, shangwe na nderemo. Oktoba ishirini na tisa watatumiminia kura za kutosha, na hatimaye tume huru ya taifa ya uchaguzi hawatakuwa na sababu, hawatakuwa na kigugumizi kumtangaza Coaster Jimmy Kibonde kuwa rais wa awamu ya saba wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kwanza tumesema ni elimu. Na kipaumbele chetu cha pili tumesema ni kilimo. Na kipaumbele chetu cha tatu tumezungumza ni afya. Hivi vipaumbele vitatu, hakuna Mtanzania yeyote ambaye aguswi na elimu, aguswi na kilimo na vilevile aguswi na afya. Sina haja kuingia kiundani zaidi, ila ukweli usiofichika tunakwenda kutoa elimu bure na elimu bora nchini Tanzania kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza serikali ya chama cha Makini inakwenda kutoa rishe kamili kwa maana ya mlo kwa watoto wetu wa shule za msingi na shule za chekechea kwa mara ya kwanza. Na chakula hicho kitakachokwenda kutolewa na serikali ya chama cha Makini sio kwamba chakula ambacho wazazi mtakichangia, hapana, bali serikali itagharamia chakula hicho, tukiamini ya kwamba watoto wetu wanapokuwa mashuleni lazima wawe na utulivu wa kutosha, wasiwe na stresi za kuwaza chakula cha nyumbani, lazima wapate chakula cha shule na hicho chakula lazima kiwe chakula bora ili viweze kufanya kiwe na rutuba katika vichwa vyao, wawe wana wasikivu na wawe wanaelewa, na inashiriki kikamilifu kwenye kilimo. Lakini leo hii zao la chai linakufa, zao la kahawa linakufa, kuna zao la parachichi bei haieleweki wakulima wanazalisha parachichi za kutosha, au wanunuzi wanakuja wanachagua, maparachichi mengine yanakufa, yanaoza. Hiyo chini ya serikali ya chama cha Makini itakuwa ni marufuku, kufufua kiwanda cha chai na kuwafanya wanalungwe wajisikie neema katika shughuli zao za kilimo, kwa upande wa chai vilevile, zao la kahawa zao la kahawa, chai na parachichi. Mazao haya serikali ya chama cha Makini, pamoja na kuanzisha viwanda vya ndani ambavyo malighafi zake zitakuwa ni maparachichi, chai na kahawa, lakini wakati huo huo, tutakwenda nchi za ng'ambo kwenda kutafuta soko la parachichi na kumfanya mkulima wa Rungwe aweze kuneemeka na biashara ya biashara yake na mazao yake na kilimo chake cha parachichi chai na kahawa. Mbunge Gabriel Kibonde, mna kila sababu na kila aina wakimtangaza mshindi, na mimi Gabriel Kibonde, promosheni yangu kama rais mtarajiu au mtakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mpeni kijana huyu ana maono na anaweza, na ndio maana chama tak kamati kuu, sekretariat, mashauri kuu kuuaua mgombea pekee ambaye a